Malengo tuliyojiwekea ni timu kuibakisha li kakakati kati ipo vizuri. Tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi, walimu wameona tumekosea wapi, nazani watarekebisha, tutarudi tukiwa vizuri. unaweza kusema safu yako ya ulinzi ilikuangusha? Tumefungwa kama timu yote kwa sababu tumefungwa yote yameniumiza sana. mchezaji gani ambaye mliko mnamchunga zaidi kulingana na eh, mnavyomfahamu mlivyoingia kwenye mchezo? no, hamna mtu hamna mchezaji ambaye tulikuwa tunamchunga sana wala nini, wachezaji wote yani akishatwa mpinzani mpinzani taali mpinzani mchezaji yote aliyokuwepo ndani ya uwanja tulikuwa na umakini nani Hongera sana kwa performance. Asante kwa kwa kwa performance nzuri licha kwa kwa uh, kwa Asante sana. Kwa jina Konstantino. Wala hongera ambayo umeonyesha nzuri kwenye mchezo wa leo. Asante sana. Ulikuwa ulikuwa mchezo mchezo mchezo mgumu. mgumu. mgumu. ni ni ni mechi mechi. Yeah. Kuna wakati Asante sana. Ulikuwa na mchezo namna gani kwako? Ulikuwa ni mchezo mgumu, mchezo mgumu, mechi ni mechi, mchezo ulikuwa ni mgumu. Kuna wakati ulifanya service za hatari kabisa. Eh, ni wajibu wangu kufanya service. Mwalimu kaniamini, kanipa nafasi. Kwa ni tete, tete, mm, kwa master vizuri Yanga Afrika, kupata bao. Ah, lazima unapokutana na mpinzani lazima umwangalie mpinzani anatumia nini. Nadhani hicho kitu ndo kinatusaidia tumeweza kidogo, tumepoteza mechi lakini inauma lakini. Pengine, haswa mwalimu aliwaambia kitu gani haswa wakati mnaingia katika mchezo wa leo video ya Yanga, mwalimu alichoelekeza ni umakini mana, Yanga Africa ni timu kubwa, timu kubwa hatuwezi kucheza kama tunavyocheza na na JKT, hatuwezi na kucheza kama tunacheza na timu za kariba yetu. Kiufupi, Yanga ni timu kubwa, akatambia tu umakini. Mm, performance ambayo wameionyesha Young Africans, pengine kuna kitu ambacho mmeondoka nacho hii leo kama somo kuelekea katika michezo yenu mingine ya ligi kuu Tanzania Bara. Yeah, wame wametupa wametupa somo. Wametupa somo. Natakiwa mm, turudi kwenye uwanja wa mazoezi Nadhani mwalimu kaona kaangalia mechi. Nadhani atalifanyia kazi kwenye viwanja vya mazoezi na imani tutarudi tukiwa sawa. Tukilizungumzia goli la kwanza ambalo limefungwa na Mohamed Hussein Shabalala, ulionekana kwenda kuwalaumu uh, mabeki wako baada ya kufungwa kwa goli hilo, pengine labda ulikuwa unawaambia kitu gani hasa ambacho alikuwa akifanya kama mistake kwa timu pinzani. Nilichokuwa nakifanya ni kuwakumbusha majukumu. Maana tushafungwa, ni kwaenda kwa alati kuwakumbusha tu majukumu. Tuzungumzie kwa nafasi yako kama goalkeeper, unapomtazama Prince Mpome Lelo Dube, ni striker wa namna gani? Hii leo ameshindwa kutikisa nyavu zako. Mchezaji mzuri ni mchezaji mzuri, pengine labda mikimbio yake unaweza kuifananisha na miongoni mwa wachezaji gani? Ah, siwezi kumfananisha na mchezaji wa aina gani. Dube ni dube na, mimi nataka kujua kwenye goli la Celestine Yeko anazungumzia goli la pili ambalo mliruhusu. Nilikuwa na kaenda ukaigamia nguzo. Ukutarajia kama utafungwa lile goli? Ya, sikutarajia. Pia ukiangalia ni dakika za mwishoni. Sijategemea, kama yes, kama utaruhusu sijategemea, yes. Kwa hiyo sasa tuseme kwamba ilikuwa ni timing ya mfungaji ama ulikuwa ni wakati mbovu kwenye safu yenu ya ulinzi? Uh, cha kwanza msifu wa yule aliyefunga. Eh, aliyefunga unajua kwenye mechi, kila mtu ana ana yake, lazima msifie mtu anampiga